Tuelekee kwingine kwamba kunaambiwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam linawashikilia lina watuhumiwa 112 katika kipindi cha siku tatu ikiwa ni vita dhidi ya dawa za kulevya, wakiwemo wasanii maarufu, pamoja na kukamata kete 299 za dawa za kulevya na bangi puli 119 baada ya watuhumiwa waliokamatwa awali kushirikiana na jeshi hilo kuonyesha wauzaji wa dawa hizo. Kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam kamishna Simon Siro akizungumza na andishi wa habari amesema msako huo ambao unaendelea bila kikomo umesaidia kubaini watu kadhaa vinara wanaojihusisha na dawa za kulevya, lakini pia baadhi ya waliokamatwa kukiri kutumia dawa hizo na kuwataja baadhi ya watu wanaosambaza. Wawili tumewapeleka leo mahakamani, tumewapeleka mahakamani kwa sababu sheria ya mwenendo wa mashtaka iko wazi, kifungu cha 73 cha 74 huwa tunaweza kuomba kwa mheshimiwa hakimu tukuwaombea watuhumiwa kwa kiapo kwamba hawa watuhumiwa tunataka wabadilishe tabia zao. Kwa hiyo tumewapeleka mahakamani kwamba tunaomba mheshimiwa hakimu wawe chini ya uangalizi ya jeshi la polisi na mahakama. Aidha, Kamishna Siru amesema watuhumiwa kumi na mbili kati ya mia moja kumi na mbili watafikishwa mahakamani akiwemo Wema Sepetu na Omar Michene ambao walibainika kukutwa na dawa za kulevya baada ya kupekuliwa, lakini pia watuhumiwa kumi watapelekwa mahakamani ili kupata kiapo cha hakimu ili wawe chini ya uangalizi wa mahakama na jeshi la polisi katika kipindi cha miaka miwili. Kwa hiyo Wema Sepetu amepelekwa mahakamani kwa ajili ya hiyo binding over mahakama ikishatimiza wajibu wake, watamlejesha kwetu sisi, tutamwandalia mashtaka kama kawaida, kwa wakili wa serikali, baadaye atapelekwa mahakamani kwa kesi yake. Kwa ile swala la kusema kwamba kuna mtu ameonewa sijui namna gani, si sahihi, kwa sababu wengine nimejitahidi kuona hawa ambao tunasema wana, wana brandi kubwa, nimejitahidi mwenyewe kuwahoji moja, moja, moja, moja, moja, moja, haina ubishi. Kwa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda akizungumza katika mkutano huo, ametoa siku kumi kwa wenyeviti wa serikali za mitaa na wazazi kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kwa baini watumiaji au wauzaji wa dawa za kulevya kuanzia kesho. Ametoa siku kumi kwa wenyeviti wa mitaa, kila mwenyekiti wa mtaa ahakikishe ametoa taarifa kwa mtu yoyote anayemshukia au anahisi mwenendo wake ni wa biashara madawa ya kulevya au ujambazi ndani ya mtaa wake. Maana baada ya siku kumi, kama tukimkamata mtu ana madawa ya kulevya kwenye mtaa wako na wewe hujajishughulisha, tunaweza kuamini una sehemu ya jambo analolifanya linakunufaisha. Lakini na pili, ninawapa siku kumi wazazi. Kila mzazi anayekaa kwenye mkoa wa Dar es Salaam ahakikishe anajua mtoto wake kama anatumia madawa au hatumii.